Tunazungumza uchaguzi kwa upande wa urais tumemaliza, tumeshaweka mgombea. Kazi yetu ni kumuuza kwa wanachama na kwa wananchi. Kwa waheshimiwa wabunge, ubunge wa, wa wetu wa wabunge wa kina rafiki yangu Kiswaga unaisha siku ya tarehe 27 na wala hauwapi pressure maana tangu waliingia walijua tena ikifika miaka mitano uchaguzi unakuja. kwa hiyo uchaguzi sio ajali. Kwambi imetokea ajali hapa katikati, nani? ajali ya nini? kama wewe unaogopa sana labda ufanyi kazi uliyotumwa. E, maana wako watu hata jamii hata wale waliowachagua hawawajui <laughs> wale ndio wenye kupata pressure <laughs> lakini pressure inayotokana na hiari yao, kazi walipewa. Sasa, kama unafunga vioo, uonani na watu, sasa utamlilia nani? Mimi nimekuwa mbunge, nimekuwa mbunge maisha marefu sana. Wakati ule nikiwa regional commissioner nilikuwa mbunge. Nimekuwa mbunge wa kuchaguliwa na miaka ishirini na tano nimekuwa mbunge, tena kwa kuchaguliwa mara ya tatu nimechaguliwa karibu mara ngapi? mara nne. Lakini vile vile pamoja na kuchaguliwa mara nne, nimekuwa mkuu wa mkoa, na wakuu wa mkoa wakati walikuwa wanaingia katika bunge. Kwa hiyo ukijumlisha miaka yangu katika bunge thelathini. Kwa hiyo nikitaka nikueleze, ubunge unavyopatikana, unapatikana kwa kujenga mahusiano na watu. Chama wana haki ya kuchukua fomu si ndio? Ila na ushauri kwa wana chama wapi wanaotaka ubungi, wakati sisi zamani tukiwa watoto, ukitaka kuvuka mto, maana madaraja yalikuwa hakuna na mito kama inatirika hivi, unaenda na fimbo <laughs> una unatanguliza una, una, una fimbo, uone kama fimbo itatikiswa na maji. Maana fimbo ilikuwa umeishikilia, lakini wewe uko mbali. Ikitikiswa na maji mpaka itake kwenda uingii pale, maana ukiingia utaenda wewe <laughs> wamena, nawashauri wanachama wenzangu wapya wanaotaka ubunge, hakuna mtu anawazuia hata kidogo. Ushauri wangu ni kwamba watembee na fimbo kwanza, watazame ni kina cha maji. Basi wakiona kima ni kigumu au rudi, usubiri mpaka mtu utakapofanya sijui kama utapungua kabla uchaguzi haujaisha hiyo